Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum bip, hali zenu? Karibuni tena katika channel yangu, na leo tunakwenda kupika wali wa mandi ya kuku pamoja na ndizi mbivu. Kwa sisi Wazanzibari tunaita ndizi mbivu, ila watu wa Mombasa nadhani, I'm not sure, wanaita ndizi za kiume kama skosei. Kama unatoka Mombasa, tafadhali niandikia hapo chini ili nijue ndizi hizi mnaitaje. Najua zile ndizi ngumungumu mnaita matoke vidude ndio ahai. Kwanza utaanza kukata hivyo vidude vya juu, sijui vinaitwaje, halafu utazikosha vizuri ndizi zako. Na baada ya kuzikosha, mimi hupenda kuzikata kati, sipendi ziwe refu sana. Halafu utapasua tena kati, utatoa huu moyo, sijui unaitwa moyo huu, utautoa. Nikitoa hivi, siku zote nakumbuka nilivyokuwa mdogo, mama yangu akipika ndizi, lazima nimpelekee kibakule hizi moyo moyo anaoitoa hii aniekee mpaka azana niftarie naanza na moyo yangu ha! <laughs> Alafu utachukua hili ganda la chini usilitupe, utaliweka kwenye pani yako. Hili ganda litasaidia ndizi zako zisiungue wala zisigande. Kuna baadhi ya watu huweka vijiti, kuna vijiti maalumu wanaweka vina jina lake vile, ha, limenitoka jina lake, lakini kuna vijiti maalumu unaweka chini kupikia ndizi Maganda yako utaweka katika pani yote, pani ikijaa maganda. Kwa hiyo juu sasa utaweka tu zile ndizi, huna haja ya kuweka mpaka juu ya maganda. Baada ya hapo, utaweka iliki kijiko kimoja, halafu utafuatia kuweka na sukari kijiko kimoja. Halafu pia mimi nimeweka na chumvi kidogo sana, ila sikuonyesha kwa sababu najua kuna baadhi ya watu hawapendi wa chakula cha sukari kutia chumvi ila mimi nimeweka chumvi kidogo. Na hili sasa ni tui jepesi, nitamimina tui langu, na jitahidi tui lako jepesi liwe jingi lifunike ndizi. Mimi langu lilikuwa kidogo. Lakini jitahidi liwe jingi, ndizi zote zifunikwe na tui. Na baada ya hapo utaenda kuweka jikoni ili ndizi zako zichemke. Na hapa mimi nimefunika kwa vile tui langu dogo, ili tui langu lipande juu mpaka ndizi za juu nazo zipate tui na zipate na utaacha tui lako mpaka libakie kidogo. Na baada ya kubakia kidogo, sasa utamimina lile tui zito. Na hili tui zito nimelipunguza kidogo kwenye kibakuli chengine, kwa sababu nataka kuweka custard. Na unapoweka tui zito usifunike, kwa sababu ukifunika tui lako litakatika, hutopata lile shatashata -shata. Liache hivyo hivyo tu lichemke, na pia hapa naongeza zabibu ila kama unahisi ndizi zako zinachemka ila tui lako halipandi juu, funika, lakini funika nusu sufuria, usifunike lote. Na hili ndo tui langu nilolipunguza. Nitachukua kijiko kimoja cha custard, unga wa custard i mean, nitaweka na nitakoroga mpaka ichanganyike vizuri. Na kama nilivyosema nimehisi tui langu halipandi juu sana, kwa hiyo nitafunika kidogo tu nusu, ili na hizi ndizi za juu nazo zipate tui vizuri. Nitaacha sehemu hii hapa, na baada ya kama dakika tatu, sasa ni muda wa kumimina custard. Usimimine kumiminausimimine custard tui likiwa limekauka kabisa kabisa, hapana lazima tui lako bado liwe limo ndio umimini custard. Ukisubiri tui likauke na custard, ukiimimina custard hapo hapo inakwenda kufukua ngumu, itafanya kate ndizi zako hazitokuwa na rojo la kutosha, na raha ya ndizi mbivu upate lile rojo, ndio utasikia ule utamu wa ndizi. Kwa hiyo mimina custard yako ikiwa tui lako bado lipo jingi. Na halafu hapo sasa, baada ya kumimina custard, custard ni kitu cha mwisho baada ya kumina custard utapika kama dakika mbili tu, halafu ndizi zako zitakuwa tayari haswa haswa. Ukiwa ndizi umezipika mapema, taimu ya kufutari bado kwa jitahidi uziepue na tui jingi, kama mimi hapa naziepua na tui hili, hata ikifika muda wa kufutari tui lishakuwa size, tui linakwenda kuwa zito. Ukisema uziache mpaka zikauke hapo hapo kwenye moto, ikifika muda wa kufutari tui lote limekuwa zito, tui lote linapotea. Tunaona sasa, mie hapa nataka kuzipakua. Lile tui lote niloziacha limekuwa zito, limebakishia tui hili tu, lakini linatosha. Na sasa ni muda wa kusavu, na unapopakua ndizi haikorogi, usije ukaona ukaikoroga mmo kwenye dishi. Hapana, ndizi unaipakua moja moja, unaitia kwenye sinia moja moja moja moja. Unapomaliza, lile rojo lilobakia Ndo unanyunyizia juu, usije ukazikoroga, utakuja kunywa uji ama utakula mash ndizi. Na hizo ndio ndizi zetu tayari, zipo vizuri, nimezipakua. Tunakwenda na step nyingine sasa. Sasa hivi tunakwenda kupika mandi ya kuku. Kwa mandi, utaanza kuweka mafuta vijiko vitatu vya chakula Alafu utaweka kitungu maji kimoja, nimetumia kikubwa lakini ambacho nimekikatakata. Utakipika kama dakika moja kilainike tu, kisiivyo sana wala kisibadilike rangi. Halafu nitaweka thom, sio thom na tangawizi, ni thom pekee, just garlic. Okay? Na utapika uh, kitungu chako thom mpaka kipate rangi nzuri ya gold. Ni muhimu thom kuiva jo kalishawato chakula kinanuka thom. Sasa kuona kitunguu changu thom kimebadilika rangi nzuri, nitaweka spices na kwa spices natumia cumin, natumia black pepper, turmeric, bay leaves, mdalasini mzima, karafuu pamoja na iliki. Uh, kwa sasa jua cumin, cumin ni uzile na black pepper ni pilipili manga na turmeric powder ni bizari ya mchuzi na katika spices unaweza kuweka spices zote uzipendazo, ila muhimu sana kuweka turmeric manjano bizari muhimu sana kwa sababu tunataka wali wetu upate rangi. Na sasa baada ya hapo, utaweka kuku wako, utatumia kuku boy M, huyu kuku mzima nimemkata katikati mapande mawili. Raha ya mandi kuku, ya, kuku wake awe mapande makubwa makubwa. Baada ya kuweka kuku, nitamimina maji ya moto na baada ya hapo, nitamimina chumvi na kuacha kuku wangu apikike, ajitoe supu, ili tupate supu nzuri ya kuja kupikia wali wetu. Na kama kuku wako wadogo wadogo wadogo wadogo, basi huna haja ya kumkata, unaweza ukamtia wote mzima mzima, muhimu tu umsafishe. Na baada ya hapo, tumeona supu yangu imechemka, sasa nitamtoa kuku, nitamweka kwenye tray tray hii nimeitia foil kwa sababu tutakwenda kumbake kuku wetu kwenye oven guys. Chingine nataka kuwaambia kuwa nimeamua kuleta recipe mbili mbili kwenye video moja, kwa sababu siku zinakwenda, ramadhani inakwisha na tuna recipe nyingi sana. Nikisema ni post recipe moja moja kwa kila siku, recipe nyingine zitabakia na sasa hivi tuanze recipe za Ramadhani, ili baadaye tuje kupost recipe za sikukuu. Ndio maana nikaamua kupost recipe mbili mbili. Kwa hiyo sijui mnaonaje, ndefu sana tu posti moja moja, au pia ni sawa? Mtaniambia hapo kwenye comment. Baada ya kumtoa yule kuku, utakosha mchele wako vizuri, utaumwaga maji, utaweka mchele wako katika ile supu na utauacha upikike. Na hapa sasa na spices, spices zile zile nilizotia katika wali wangu, ila nimeongeza na pilipili pamoja na chumvi. Kwa nimetumia uzile pilipili manga, nimeweka na na pilipili na chumvi na bizari halafu nimeweka na ndimu, nitachanganya vizuri na nitampaka kuku wangu pande zote mbili, ili tuende tukambaki. Niwakumbushe tu kama bado hujasubscribe katika channel yetu, na kuomba usubscribe, lakini pia na kuomba unapoangalia video usisahau kulike na kucomment. Video yoyote ya YouTube sio yangu tu, mtu yoyote ukiangalia video yake ya YouTube, unapo like na kucomment, huwa unamsaidia sana, kwa sababu YouTube wanaona kuwa hii video nzuri, wanairecommend kwa watu wengine, na the more mtu akipata viewers wengi ndio yeye anapata faida. Kwa hiyo tunakuombeni kwa niaba wa mayoutuber wenzangu wote, mnapoangalia video zetu msisahau kulike pamoja na kucomment na kushare kwa mwapendao. Tunawapenda tuna sana, tusapotiane. Na sasa tayari nimempaka lelerojo kuku wangu, nitakwenda come back sasa hivi tukaange karoti. Karoti zako usizipare, Uzikate unaona hivi, mimi niwezikata kwa kisu. Tutakaanga carrot zetu. Nawakumbusha na tu kuwa wali wetu bado upo jikoni unaiva, nao pia utakaanga carrots. Yani ukipika mandi na koko, tunasemaje? Multipurpose, unapika huku na huku eh. Kwa hiyo hapo utakaanga carrot. Baada ya kukaanga carrot, nimekaanga njugu, unaweza ukakaanga korosho la kama hupendi njugu kwenye wali, sio lazima. Muhimu ni carrot na wali wetu tunauona huo, sasa umekauka maji. Kwa sasa tutaupambia. Unaweza ukapambia kwa mkaa, ukapambia kwenye oven, ila mimi nitapambia hapa hapa juu. Nitapunguza moto kwa sababu kwenye oven kuna kuku, kwa nitapambia tu hapa, hapa, juu. Na sasa wali wangu upo tayari, umekauka vizuri. na kuku wangu pia yupo tayari. Sasa hivi ni muda wa kufukiza wali wetu. Unapopika mandi, muhimu kufukiza. Kwa hiyo utamchukua kuku wako, utamweka kwenye wali wako, utachukua foili, utaweka utaweka na kaa la moto. Baada ya kuweka kaa la moto, utatia mafuta ya kupikia, na baada ya hapo utafunika vizuri, ili moshi huu unaotoka uingie ndani ya chakula chetu na pia guys, nili nilikaanga pia na zabibu, ila sijui kwa nini video sijaiona ya, ya video ya, ya zabibu. Lakini pia zabibu nilikaanga na unapokaanga zabibu hakikisha uwe makini sana, zabibu unakaanga sekunde tu, halafu unazitoa. Na nimeacha wali wangu ufukizike kama dakika kumi na sasa ni muda wa kusavu. Na unaposavu mandi usavu kwenye tray kubwa, sinia kubwa, usisavu kwenye hotpot. Utaanza kuweka wali. Baada ya kumaliza wali wako, utafuatia kuweka carrot. Utagawa tena, kama unapokuwa sinia moja kubwa, unapokuwa sinia mbili, sinia tatu, utagawa vitu vyako nusu nusu, usije ukaziweka carrot kwenye sinia moja, sinia nyingine ikakosa carrot. Utaweka carrot. Baada ya hapo, nitaweka njugu, kama umekaanga, kama umekaanga lozi, kama umekaanga korosho, vyote hivyo unaweka na baada hapo nitaweka za zabibu hizi zabibu kavu nilizikaanga, lakini samahanini video ndo haikutaka kujitokeza. Baada ya kukaanga zabibu utamimina hapo pia, halafu utamalizia kuweka na kuku wako na chakula chako kitakuwa tayari hapo. Mchawi nini? Mchawi pilipili tu hapo na kijuisi baridi. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu ya leo, na hii ndiyo futari yetu ya leo, mandi ya kuku pamoja na ndizi mbivu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mwenyezi Mungu ajaalie waliokosa pia, awape Ramadhani karimu waswaum makbul. Shukran.